Mimi ni mbunge wa jimbo, ninaheshimu sana taratibu za kisheria, ninaheshimu sana katiba ya serikali, lakini nataka niseme mbele ya ndugu zangu kwenye mkutano huu. Nimekuja, nataka waziri aseme, amesema kiongera kwamba shughuli hii yote imefadhiliwa

Kainanga lenye Nyamwaga mchagua mbunge ambaye kura Dodoma naeza karata miradi ya maendeleo kitaratibu. Mimi nilipaswa kualikwa nikiwa Dodoma bungeni, na waziri akija jimboni kwangu aliombea udhuru Aku Aku, kwa sababu nilikuwa lilisika kudhuru nilikuwa bungeni, au kufanya hivyo hakutambua uwepo kwamba jimbo hili ya mbunge inaitwa Mwita Mkabwe Waitara kama Nataka nimeweza kwa kusema kwamba wakati huu ni wakati wa uchaguzi, na kamati ya sasa ya wilaya hii, mambo yote yanayozungumzwa kwenye ziara hizi, mimi nafuatilia. Inawezekana nisiwa na nguvu sana, lakini yako maeneo ambayo yatapeleka mamiko haya, nimeshafikisha kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi kwamba waziri amekuja jimboni kwangu, amefanya kampeni pasipotaka, alikuwa ananipinga katika jimbo hili, na amebeba mgombea mwenzake ambaye ni katibu mkuu wa wizara yake, kwa pani mimi kuaion nikiwa naona katika mazingira yangu, mimi nakuheshimu sana, nimekuja nasema niseme haya kwamba, kwa, kwa kweli hairuhusiwi, hairuhusiwi waziri wa serikali ya chama cha mapinduzi aende kwenye jimbo la bunge wa chama cha mapinduzi aende kumnadi mtu kwamba huyu anafaa. Ameweka matenti watu wanakula pale Dodoma, sisi hatuli Dodoma, tutakula vijijini, tutakula viazi, tutakula mihogo, tutaishi. Lakini vilevile hii shughuli imebeba jina la mama Samia, Samia ligo eidi, msaada wa kisheria wa mama Samia, ameunda chombo hiki

Kama kuna wakati niko imara kutetea haki yangu, mtakaposema kwamba hamunitaki Tarime vijijini, nyumbani ni hapo, sio mbali, nitakuwa kama nyanga, nitakuwa mbunge mstaafu. Nitatoa ushirikiano kwa mtakaa mleta, atapita mapito niliyopita, lakini najua nikiishia hapa, kuna kazi nimefanya kwa watu wangu, na Mungu awabariki sana.